Tukio la Oktoba saba ambapo liliweza kutokea kwa mwaka 2023 a mm ishi -hmm. ni tukio ambalo upande wa Hamas walipoweza kushambulia upande wa Israel mm -hmm. na hii ikapelekea Israel kuwa na hasira maradufu naweza nikasema hivi mm -hmm. na kuweza kushambulia upande wa Hamas ka ukanda wa Gaza katika nchi ya Palestina. Lakini hata hivyo, unapokuja kuangalia tukio ambalo liliwahi kutokea kati la mm -hmm. Iran ambapo lipoweza kushambulia upande wa Israel Uh, Iran aliweza kushambulia Israel ni kwa sababu tu ya mgogoro wa vita ambao unaendelea Mashariki ya Kati. Nazungumzia taifa la Israel, nazungumzia kikundi cha Hamas mm -hmm. ambacho kinapatikana ukanda wa Gaza, lakini pamoja na kikundi cha Hezbollah ambacho kinapatikana kwa pale Lebanon mm -hmm. Kwa hiyo nakuja kuangalia ye Iran aliingilia katikati kati ya hizi vuguvugu ambazo mm -hmm. zinaendelea, zinaendelea, za mgogoro wa vita mm -hmm. ni tofauti na tukio ambalo liwahi kutokea Oktoba saba kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Lilikuwa ni tukio ambalo ni pigo kubwa sana kwa upande wa Israeli na Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yeye akutegemea kwamba Hamas wangefanya tukio kama hilo mm -hmm, na ndio maana unakuja kuangalia kwa, kwa sasa hivi uh, waziri mkuu huyu wa Israel Benjamin Netanyahu ni kama vile amekuwa na hasira, hasira katika, mm -hmm, upande Gaza na Hamas, katika upande wa Gaza nazungumzia kikundi cha Hamas, lakini hata ukija kuangalia katika upande wa Lebanon kwa pale Hezbollah mm -hmm, na unakuja kuona ni kwamba yeye ana dili na viongozi. Hii si mara ya kwanza kwa Israel kuweza kushambulia viongozi mm -hmm. katika vikundi hivi viwili, nazungumzia Hezbollah lakini vilevile nazungumzia na Hamas. mm -hmm. tumekuwa tukiona kwamba Israeli yenyewe inadili sana na viongozi katika haya makundi mawili lakini licha tu kwa ya kwamba Israel ana dini na viongozi na tunaona yeye, yeah, anaendelea kudini na viongozi na katika makundi haya, anazidi kujiaminisha kwamba hata kama huyo akiondoka kuna mwingine ambaye anaweza kukaimu hiyo nafasi mm -hmm. na mashambulizi bado yanaweza kuendelea mm -hmm. Lakini wakati hayo yote anaendelea, Israel akiendelea kushambulia upande wa upande wa Gaza haa, kwa pale hapa kwa katika kile kikundi cha Hamas, lakini vile vile akiendelea kushambulia sasa katika upande wa Lebanon kwa pale katika kile kikundi cha Hezbollah, hii inapelekea kwamba mshirika wake na yeye kukaa pembeni kuona kwamba uh, labda mgogoro wa vita ambao unaendelea Israel anaweza akaweza kushinda hiki. mm -hmm. Ndio kitu ambacho ninachokiona kwa mtazamo wangu. Kwa mshirika wake nazungumzia taifa la Marekani, Donald Trump, labda anaona kwamba vile labda uh, Israel anaweza akashinda, lakini tukumbuke tu ni kwamba kuna mkakati ambao upo katika uh, upande wa Palestina, anazungumzia kwa pale ukanda wa Gaza mm -hmm. kuweza kuondoka kwa wale raia na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa ikiwemo ni mataifa ya Kiarabu. Lakini mpaka sasa hivi ukija kuangalia mataifa ambayo yaliweka utayari ya kuweza mm -hmm. kuwapokea sasa watu ambao wanatoka katika ukanda wa Gaza, ikiwemo ni pamoja na taifa la Jordan mm -hmm. tuliweza kuona mfalme Abdara kwa pale Jordan, yeye aliweza ku, ali, aliweza kusema waziwazi kwa sababu mimi nitawapokea watu wanaotoka katika ukanda wa Gaza na kuweza kuhamia katika taifa langu mm -hmm. na kuthibitisha kwamba yeye anaunga mkono uh, tamko la Donald Trump kusema kwamba watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza inabidi waweze kuhama na kuweza kuhamia katika baadhi ya nchi ambazo ni nchi za Kiarabu, tukiona kwamba yeye akisema kwamba ataanza kupokea watoto ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa saratani mm -hmm. katika ukanda huo wa Gaza akasema kwamba ni watoto 2000 lakini hata hivyo, ukija kuangalia, ni kama vile kuna mzigo ambao kama anajibebesha, kwa sababu ukija kuangalia hata shirika la afya duniani WHO, Aisha, hmm. wamekuwa wakiweza kutoa uh, matibabu katika upande wa Gaza, lakini hata hivyo wamekuwa wakiweza kutoa chanjo mbalimbali katika ukanda wa Gaza mm. Tuzungumze tu kwa mwaka jana, mwaka elfu mbili na ishirini na nne, ambapo shirika la afya duniani walivyoweza kutembelea sasa ukanda wa Gaza na kuweza kutoa chanjo. Kwa watoto uh, ambao wanapatikana katika ukanda huo wa Gaza. mm -hmm. na ilikuwa ni chanjo ya polio. nini ambacho kiliweza kutokea katika ukanda huo wa Gaza? mashambulizi yaliweza kutokea, Israeli aliweza kushambulia. mm -hmm. Lakini wakati Israeli anashambulia, tukumbuke tayari yeye ya mwenyewe alishakubali kusimamisha vita katika ukanda wa Gaza. mm -hmm. Lakini bado akaendelea kushambulia na idadi kubwa sana ya wahudumu wa afya wakaweza kupoteza maisha mm -hmm. Lakini hata hivyo tukumbuke tu, Aisha, wiki hii hii tulikuwa tunazungumza kwamba, uh, wahudumu wa afya 15 wameweza kupoteza maisha katika ukanda wa Gaza mm -hmm. Na ukija kuangalia wamepoteza maisha, Israel anakwambia kwamba yeye alikuwa afahamu kwamba wale ni wahudumu wa afya mm -hmm. Lakini ukija kuangalia shirika la afya duniani WHO wanakwambia kwamba walikuwa na viashiria vyote vya kuweza kuonesha kwamba wao ni wahudumu wa afya. Kuna sitofahamu hapa ambao wameweza kuingia mm -hmm. kati ya Israel pamoja na WHO. Mm -hmm. Lakini hata hivyo, na kwenyewe ukija kuangalia hata ambaye ni waziri wa ulinzi mm -hmm. wa Israel na mzungumza Israel Katz. Mm -hmm. Na yeye amekuwa ni mtu ambaye anaweza akazungumza kitu, naweza kusema kwamba, uh, ndege ndege wanaofanana ndio ambao wanaruka pamoja mm -hmm. yupo yani, yeye ukimlinganisha na waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu wanafanana kwa tabia, naweza nikasema hivi Aisha, mm -hmm. kwa sababu ukija kuangalia Katz naye anaweza akasema kwamba kweli vita ninaweza ni nikaisimamisha, lakini ukisema kwamba mbona mpaka waziri wa ulinzi amesema kwamba anasimamisha vita. Mm -hmm. Basi waendelee kufanya shughuli zingine, na ndio hapo hapo wanakuwa wamechukulia kama ni mojawapo ya sababu kuweza kushambulia. Mm -hmm. Kwa hiyo kwamba hii sio kwa mara ya kwanza kwa taifa la Israel kushambulia viongozi ambao wanatoka katika kundi cha Hamas, lakini hata hivyo kushambulia viongozi ambao wanatoka katika a uh, kikundi cha Hezbollah kwa pale Lebanon. Mm -hmm. Na ukija kuangalia ni kwamba Israel mm -hmm. anataka apate ushindi. Anataka apate kwamba mimi sawa nimepigana na kikundi fulani nimepata ushindi. Na hata ukija kuangalia Israel akiweza kuzungumza huwa anazungumza na kusema kwamba mimi sipigani na Lebanon na mimi sipigani na Palestina. Mm -hmm. Mimi napigana na Hamas, mimi napigana na Hezbollah. Mm -hmm. Sasa, so, maswali marahisi ya kujiuliza hivyo vikundi ambavyo anapigana navyo vinapatikana wapi? Anasema anapigana na Hamas. Hamas inapatikana wapi? Palestina. mm -hmm. Kwa hiyo ambao uh, wanakuwa ni ambao wanapata maafa zaidi ni raia ambao wanaishi ukanda wa Gaza. Lakini hata hivyo anasema kwamba mimi napigana na Hezbollah. Hezbollah inapatikana wapi? inapatikana katika taifa la Lebanon.